Dr. Saidi alimaarufu msitu mnene tiba asili na tiba mbadala e, katika ziara yangu hii katika wilaya hii e, ya Mlele ambayo ni eneo la Inyonga hususan, nimefika e, eneo hili la Kawie, nimefika Kawie hapa e, eneo la Irunde nimekuja kuonana na mteja wangu aliyepata dawa inoti kwa madonda ya tumbo, asilimia mia moja, na UTI typhoid na malaria. Ndugu yangu bwana Brighton Sadoki ni fundi. Kwa bahati nzuri, kwa kuwa nimefika, nisalimie naye. Bwana Brighton Said, habari za Kawie? Haya, kwema. Kwema, asante. Nilikuachia mwaka jana dawa inotibu vidonda, okay? Eh, vya kulala baada ya kuitumia hali ya mchafuko niliyokuwa nauona katika maradhi yangu yeah, ulibadilika nikaona, hata hali ya mgongo ulivyokuwa naumia, upande wa mgongo nikikaa ninamata changamoto hata yeah, tumboni kuwaka moto ile hali ilipotea. Yeah, ona shukuda yako ilinisaidia. Kwa hiyo unakula vitu vyote maalage, visamfu, dagaa hata pilipili unakula, yaani saa hizi kila yaani itaashi pili, unakula, unakula, yote. Basi nashukuru sana bwana Brighton Sadoki, kama umepona shida iliyonitukishanikawii, ni kuja kukusalimia kujua unaendeleaje. Zangu naendelea vizuri. Ndugu watazamaji eh, wa nchi ya Tanzania na ng'ambo ya nchi mtu mwenye kutaka mawasiliano na mimi Dr. Saidi awasiliane kupitia namba za simu 0715831389, nairudia ni 0715831389. Eh, namba nyingine 0754648598 saba tano nne, nairudia 0754648598. Eh, wa kutaka kuingia kwenye mitandao ya kijamii unaandika: Msitu Mnene Tiba Asilia Dr Saidi kwenye YouTube utakuwa umenipata, iwe kwenye Google TikTok, eh, X, mitandao zote zinazohusiana na jamii utakuwa umenipata na utashuhudia waliopona na uta, uh, utatambua shughuli zangu ninazoziendeleza kwa nchi nzima, nia ni kutaka kupona. Eh ee, ndugu zangu watazamaji, kwa kweli dawa zipo. Mtu yoyote atumie dawa ninazo za magonjwa mbalimbali. Ndugu yangu Bryson ni Sadoki. Naam, sawa. Nia ilikuwa kukuona mimi ni kwaje. Asamu zangu nashukuru. Aya, asante. Nashukuru kwa upo wako msamu. Mungu akujalie sana. Ah, karibu tena Aya. ya